na visu kwa sababu ya kula nyama. Watakapofika basi, unapewa mnofu wako una unajikatia, lakini sasa kule ni hatia kubeba visu kwenye mikutano ya hadhara. Tuelekee kaunti jirani sasa Kaunti nambari 15 ambapo serikali imeanza mpango wa kusambaza chakula cha msaada kwa shule 177 za sekondari ambazo zimeathirika na njaa huko Kitui. Akizungumza wakati wa kusambaza chakula hicho katika eneo bunge la Kitui Magharibi, waziri wa jinsia Hannah Cheptumo alisema kuwa mpango huo utasaidia kuinua hali ya masomo shuleni na afya kwa wanafunzi. This

not see uniform in in in the the the marketplace. People being, pupils being pupils sent home to go go, go and collect fees because because sure because this is going a, a, a long way maintaining students it's good because sometimes they they or most of the times they go because they are, there is no food now there is food. school But kutoka kaunti ya Kitui tuelekee kaunti jirani ya Makueni nambari 17 ambapo na bodi ya wajiri wa wafanyakazi wa umma huko Makueni imeanzisha zoezi la mwezi mmoja la kuwalisha kiapo cha utendakazi cha siri kwa wafanyakazi wa umma ili kuhakikisha wanazingatia sheria. Mwenyekiti wa bodi hiyo Benjamin Kioko amesema zoezi hilo litakamilika mwishoni mwa mwezi wa pili na ni sharti kila mfanyakazi wa serikali ya Makueni kula kiapo hicho cha siri ambacho kinawazuia kutoa habari za serikali bila kuzingatia itifaki zilizowekwa.

and that they will be able to carry out their duties uh, in in, a, in alignment with the requirement of the leadership and Integrity Act. county number 39 huku mimba za utotoni miongoni mwa wanafunzi zikisalia